Naitwa Basilius na Mkambe ni mkurugenzi msaidizi sehemu ya makosa yanayovuka mipaka na uhalifu wa kupangwa. Nafanya kazi katika Ofisi ya Taifa ya Mashtaka ambayo iko chini ya mkurugenzi wa mashtaka nchini, yani DPP. Sisi katika vita hii tunahusika kwa kiwango kikubwa sana. Kwanza tunahusika katika hatua ya awali ambapo mashauri yote ya watu wanaokutwa na madawa ya kulevya, wanaotumia madawa ya kulevya, wakikamatwa na vyombo vyetu chunguzi, wanapelelezwa katika upelelezi. Sisi ofisi ya DPP, ina role ya coordinate investigation, na katika coordination of investigation tunakuwa sambamba na vyombo vya upelelezi kuhakikisha upelelezi unakaa vizuri, na kesi ikifika mahakamani, jamhuri inashinda. walio kutwa na hatia hiyo wanatiwa hatiani, na ili kutengeneza funzo kwa jamii, kama umejitajirisha kupitia madawa ya kulevya ukikutwa na ukitiwa hatiani, na mali zako zote ulizozivuna kupitia hiyo biashara tunazitaifisha. Tukizitaifisha tunatoa funzo kubwa sana kwa jamii kwamba hey, kumbe nikiingeji na haya mambo, nina tafika mahali nitaathirika kwa upande wa mali zangu. Kwa hiyo tukisharatibu upelelezi, mara nyingi majalada hayo yanaletwa ofisi yetu ya taifa ya mashtaka na ikifika pale kwenye Ofisi yetu ya Taifa ya Mashtaka, tunasoma majalada, tunatoa maoni ya kisheria na tunafanya maamuzi ya aidha kushtaki ama kuto kushtaki. Kwa kuanzia Julai mwaka 2024, mwaka jana, mpaka Julai mwaka huu, tumefanikiwa kuendesha kesi zipatazo 2785 na katika hizo tulizoshinda ni elfu mbili na kumi. Ni sawa na asilimia sitini na tatu. Kwa hiyo unaweza ukaona tumepunguza sana mashauri ya dawa za kulevya mahakamani na tunayaendesha timely. Kuna kitu kinaitwa timely justice, yaani haki inayopatikana kwa wakati. Sisi mtu akishakutwa na madawa ya kulevya kesi yake mahakamani haivuki miezi sita, ndio utaratibu wa mkurugenzi wa mashtaka. Na kama haivuki miezi sita manake ndani ya miezi sita toka umekamatwa unakuwa upelelezi wako unafanya nini umekamilika na umeenda mahakamani na haki yako kama ni kufungwa, umefungwa, na kama huna hatia, umeachiwa. Kwa hiyo hii asilimia ya kushinda hii ni ya kesi za dawa tu za kulevya. Lakini ukija asilimia ya kushinda kesi zingine zote za jinai kwa takwimu tulizo nazo mpaka mwezi uliopita, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka imefanikiwa kuendesha mashauri na kushinda kwake, tulikoshinda ni asilimia sabini na mbili. Kwa hiyo unaweza kuona ni asilimia kubwa na tunazidi kupanda tunazidi kupanda. Mkakati wetu ni kwamba upelelezi usichelewe. Upelelezi kwa makosa kama haya tunachukua siku tisini. Siku tisini, siku tisini tuna imani kabisa. Lakini cha kwanza kingine cha kushukuru, tunashukuru ushirikiano tunaopata kutoka kwa wadau wetu. Wadau wetu wanatupa ushirikiano mkubwa sana, mkubwa mkubwa, mkubwa sana. Especially mamlaka. Mamlaka hii inahusika na kupambana na kudhibiti dawa za kulevya inatupa ushirikiano mzuri sana. Kwa sababu wao ndio specific authority inayodeal na mambo haya.